Katibu mkuu wa Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania Mchungaji na Daktari Jeremia Izungo amefanya ziara na kutembelea jimbo la Nyanda za Juu Kusini ili kukutana na kuzungumza na watumishi pamoja na wachungaji na kutiana moyo katika kazi. Ziara hiyo yenye lengo la kukutana na watendakazi ili kupeana maelekezo muhimu ya utendaji na kukumbushana juu ya usomaji wa neno huku wakiishi kulingana na Mungu wanavyotaka kuishi imeambatana sambamba na mpango wa machimbo ya kweli za Mungu. Kuweza kutembelea ofisi za konferensi hii, lakini pia nimepata nafasi ya kuweza kukaa na makatimu utasi masekretari ambao wanafanya kazi katika ofisi hizi, kuona shughuli za wanazofanya maendeleo yao, mafanikio yao na hata changamoto zao. Mpata nafasi ya kuweza kubadilishana mawazo, maeneo gani ambayo wanaweza kuboresha kwa ajili ya uendelezaji wa kazi ya Mungu katika maeneo haya kulingana na majukumu ambayo yalikuwa yamepewa. Lakini pia baada ya hapo, nipata nafasi ya kutana na wachungaji zaidi ya kumi katika kanisa hili la Mbeya Kati, ambapo tulikuwa tunatoa utangulizi wa maelezo juu ya kozi ya machimbo ya kweli za Mungu kwa namna tulivyojipanga hapa tumekutana na wa wachungaji ambao wako tayari kuanza kozi hii katika makanisa yao saba. Akizungumza kwa niaba ya ofisi ya katibu mwenyeji wa tukio hilo mchungaji Ally Musa amesema wameupokea ugeni huo kwa furaha na kwamba semina hizo zina mpango mzuri wa kuinua kazi ya Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwa namna ya pekee katika semina hizi ambazo zimetukusanya wachungaji wa jiji chini ya katibu mkuu wa conference yetu, lakini zikiwasilishwa na katibu mkuu wa union yetu, zikiwa zimejikita haswa katika mambo ya pekee katika swala la kufanya wafuasi, ambao kwa hakika lazima tuwe mawakili waaminifu, na hivyo kila mmoja wetu basi anapewa hamasa ya kwamba anapaswa kujihusisha si tu kukubali kuwa mshiriki bali kuhusika kufanya wengine kwa wanafunzi. Nao wachungaji waliopata fursa ya kuhudhuria katika semina hiyo wameeleza jinsi mpango huo wa machimbo ya kweli za Mungu wenye lengo la kuinua hali ya usomaji wa neno la Mungu jinsi ulivyo na umuhimu kwa washiriki katika kipindi hiki. Semina hizo ni za muhimu sana kwa sababu zinatuchukua na kulihamasisha kanisa, yaani washiriki wetu wa kanisa kurudi katika maandiko, kusoma kuchunguza neno la Mungu Biblia, ili waweze kuwa au tuweze kuwa wasomaji. Na usomaji huo tunaona kwamba utatusaidia kulifanya kanisa kuwa watu wa kiroho, lakini pia kuwa mawakili waaminifu katika... Ki ukweli semina hii imekuwa ya pekee sana, kwa sababu lengo lake kubwa ni kuliamsha kanisa, kulifanya kanisa kuwa hai, kulifanya kanisa kuwa katika utendaji na kulifanya kanisa kuwa msaada kwa wanajamii. Ziara hii ya katibu mkuu kutoka jimbo la kusini mwa Tanzania imekuwa na tija kubwa, kwani imewakutanisha watendakazi na washiriki kwa pamoja wakipata mashauri na namna ya kufanya kazi ya Mungu. Nikiripoti kutoka jimbo la nyanda za juu kusini, mimi ni George Mutarogwa, Op Channel.